Kuombea mgonjwa ende umuombee kwa imani, haleluya! Kama ni yako inahitajika, sasa ifanyize kazi uh-huh, kutamuokoa mgonjwa yule. Kutamuokoa mgonjwa yule. Kwa hivyo mtu yote ameokoka na ako na imani yake, haleluya, na ndani yake kumeinuka imani ya wengine. Anapoenda kuombea wengine, lazima akisha ya kwamba mambo inatendeka

unakutaka watu wengine utasikia hapo. Hiyo imani, eh. Soma. Bwana atamuinua. Kwa hivyo hiyo bila imani huwa linainua mtu, si ndio? Yes. Yeah. Na jioni ya leo ile obi tunaenda kuo baba iproti, ni ya kuinua hii proti, ni ya kuinua nyinyi, ni ya kuinua pasta wetu hapa, ni ya kuinua yote ali hapa. Tena ni Bwana unainuliwa jioni si jio ya leo. Unainuliwa jioni ya leo. Wewe zungumza nime mwambie unainuliwa jioni ya leo. Haleluya. Kama uko hapa na uko na watoto wawili, umejaribu kuongezea mmoja inashindikana, unatoka hapa na muujiza. Amen. Eh, hey! Unatoka hapa kama mtu anaitwa Hana ukakutana, na yeye tu mambo ibadilike. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Atikule kuomba kwa imani kutamuokoa ule mtu wako kwa shida. Haleluya. Amen. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hata akiwa amefanya dhambi awapewe kwa imani. Sasa hapo chini. Ungameni, ungameni dhambi zenu ninyi kwa nini? Uh-huh. Thank you, thank you, thank you. Hapo hapo ni pazuri, piga makofi mema. Huyo kule kuomba kwa imani kutambua kwa ula mgo mgonjwa. Kwa hivyo ni akina nani wanafaa kuombeana? Ni akina nani wanafaa kwenda hospitali kuombea wagonjwa? Walio na imani. Ni akina nani wanafaa kwenda kwa kufufuana? Walio na imani. Bwana asijue. Wakristo wengi hawatai kuuza mambo ya kuu. Na kuna wakati uh, tulienda ibada ibada ya kuu Bwana. Wengi walienda wapasa ulikuwa. Tulienda ibada ya kuu mtu. Na nikawaambia huo mtu tunakuja naye. Na ibada <laughs> ikaanzia. Na kuna mali ilifika. Watu fulani hapo, ambao ni wazee wenye imani yao ilikuwa chini. Wakaanza kusema tuko na wanana ujika. Watu wa Mungu huona ni kwa kina nani? Bwana asifiwe. <tipa> Amen. Yesu alifufua wengi. Yesu, Yesu huyo huyo ndiye yuko ndani yetu na kupitia imani tunaweza kufanya maajabu. Mm. Kenya, watu imani imerudi chini mpaka saa hii. Unaona saa hii? Tuongee ukweli. Kanisa nyingi hazijai. Unaona kanisa nyingi? Wewe pastor. Sababu hii mnainuka mwe, wewe mnainuka mwe wachungaji, hamuinuki tu mkae hapo. Tafadhali, kuna wakati imani imerudi chini ya mm, mashirika. <tipa> Mshike hapa. Unaona kesho? Si ni zadi. Si kanisa nyingi zinajaa. Si nyingi. Na ukienda ukute kanisa, kuna vitu ilikuwa eh, kuna kanisa yenu. Kuna vitu ilikuwa unaona zinakalia watu, sikuishi waone hata wengine, unajua ni mandate kwa head church. Wewe waombe we, imani yao ipande. Imani, kuna wakati wewe inashuka. Na inashukishako na nini na environment yenyewe iko. Saa hii kuna watu imani yao imeshukishwa na venye Kenya iko. Yeni. Yeni. Iko chini kabisa. Na ikiwa chini, ikizidi kusonga chini, unakuta mtu hata ile imani ya kwenda kanisa akasaidike haku. So itabidi afanye nini? Akae kwa kiti. Anapokaa kwa kiti, anapokilalia siku ya sade ni ya Mungu. Anazidi kuwa na mashida mengi sababu ya kutotii. Nikataka uje ni kama alikuwa sade church. Ah, mbona hiyo sio, alikuwa alikuwa sade kanisani? Amamaka muuliza mekosa. Hallelujah. <laughs> Imani, kuna wakati hurudi inapokosa kuangaliwa. You have to have faith. Huna pesa Mungu atume kikipasa mrotula, ulipi, ubebe uende. Sababu wakati wakati, imani imani inarudi chini, ni shida kubwa. Bwana azivive. Imani juu kuna hata Emanueli, kuna wakati unaonanga watu wako na imani ya juu sana, na wako na imani ya juu, hata wanaitanaga kanisa yetu, kanisa yetu kule kwetu. E hivyo, hivyo, hivyo. Ikirudi chini, hata unakutanga wengine wako ndani, ndio wanatoa wengine kanisani, na wakisema huko huko. Unajua grace ya huko ni. Ukisikia mtu akiongea hivyo, ni imani yake imeroka gogo ha. Imeroka na mahitaji hii skuru bizi inahitajika, hana renti, hana imemsoga. Hiyo yote mambo anasema ni kanitha itu thiko hizi. Kanitha wito ri itatele. Pendo ni saje tie. Wewe ni uchuke imani yako ishuke. Ikishuka, huoni haja ushirika. Huoni haja ya kanisa zadi. Kitu nitakuambia kanisa hakuna wakati itaisha, itasidi kuendelea. Mtu di anaishaga ndio, mtu di anaishaga. Haleluya! Sasa ndio wakati wa kuamka mapema, hapo tumefika jio. Wanasema kupitia imani, kupitia maombi atainua mambo, so pitie yetu mambo itainua na nini? Si Ruto si mfarume mfarume, kama hata wapewa na kama hata shikiliwa ni shida kubwa. Government, government inakuanga mikono mwakani na lazima iwe pewe kwa imani. Bwana asifiwe. Sahi sababu rais ni ule ule tunajua, government ni ile ile tunajua. Ile kitu tunafaa kufanya ni kuiombea kwa imani. Na kitu tunajua, mwezi tunaelekea tukitoka hapa ni mwezi wa kuinuliwa. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Sio hivyo ni bali mwezi wa kuinuliwa. Mwezi wa kuinuliwa. Mwezi wa sita ni mwezi wa kuinuliwa. Ni mwezi wa kufungua duka, ni mwezi wa kufungua hoteli, ni mwezi wa kuajiriana. Amen. Why? Because Jawabu ya nchi iko mikono mwa maombi. Tunapoita Jehova kwa imani, anainua mambo. Haleluya. Mambo inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Otire

Weu, kwa nini wewe kwa mzima ndio unaenda kumuona? Eh, na nimeenda kuona fulani. Na ni kweli akikuona anapona. Sisi wachungaji tukikosa kuwaona sade ama mali tunahitajika tukutana na nyinyi tukose kuwaona, huwa tunasikia vibaya na wachungaji wengi wanagojeka. Hoi, kae ni fulani amefanyia nini? Kwani sioni fulani kwa nini? Nini kinaendelea na fulani? Na asemi yako wapi? Wachungaji wanasumbuka sana. Sema mbeti anakuona umeikia charge hata kama huoni akipiga makofi, huwa anasema kondoo bado iko. Kondoo bado iko. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo hapo anapo Brian na wewe kuona charge kuna baraka zenye unapokeaga na ziza kuombewa because umefurahisha roho ya baba yako aroho. Amen. Baadaye kuumiza, kuumiza sikuoni zaidi hii. Sikuoni hiyo ingine. Angalia hata unakuta mwingine anafikia maadui zako. Imagine wewe kwa mchungaji mtu amekaribia mtu mshirika, kiongozi, ni rafiki ya adui yako. Tunajua sasa roho itasikia vizuri. Wachungaji pia ni watu. Bana vivive. Enda church, enda umuone na uhakisha kwamba unafanya vitu hivi, mchungaji ya kuone. Mtu wangu utaenda bali. Utafanikiwa. Haleluya, Amen. Erodas kazi yao ni kuombea watu walio chini wa Wainuke, wainuke na wanapoinuka kunakuwa kuzuri na kunakuwa kwema. Haleluya, amen. Unapokoza kuwa na imani, kuna mambo hutendeka, na hii ya wamama sana. Wamama siku hizi ama muda mwingi mmepitia mauzito na mmepitia vita nyingi sana. Wamama aswa mmepitia vita kali, na mimi najua hivyo kama mchungaji, wamama kila saa kama huyu mchungaji wetu. Nilifurahia sana niliposikia wakati wa mtoto umefika, Nilimshikilia lakini hakunipea kibarua kigumu kama wengine. Wengine wakatua kupata watoto. Wanatupea vibarua vigumu sana. Mimi huwa na expect mtoto, e, ni, ni, na niambiwe mama akiwa usiku huko juu akilia na hata walikuwa wanajisaidia wenyewe tu ama wengine wanakuta yaani Mungu amekuja ya tu kwa urahisi, na mama kadaliva mtoto. Siku hizi wa mama wengi zeni wote wengi wanatupitia maugumu wengi sana, wanatufanya tupewe vibarua na Jehova vibarua bado nikaosha na sababu, wakati mama anapugua mtoto ule mtu kutoka apokee baraka ije ndani yake mpaka wakati itatoka behavior zake hapati zinalizotiki atapata mtoto wake kama hajakuwa na imani ya kwamba huu mtoto atakuja, atatoka hospitali, nguo zitapatikana. Haleluya! Nani nani anapeana? Kulia, namsikia mama wa teboru analia. Unadhani yako kwa maoni akiuliza na mzee ni nini? Niulize ni nini? Na na mpaka kujanunua kitu. Miezi tano nataka anunuiwe nini? Koja afike, tafika na mali ya Bwana. Hata ukisoma kitabu ya Methali vizuri, ni akina nani wanafaa kufanya shopping kwa nyumba? Shopping yenyewe hayo unakojea ikujwe nayo nani anafaa kuifanya? Mama Maria, Mama Gadha, mama apa ni mama. <laughs> Eh. Pia na babu kama pema, ayaenda shughuli zake, ayaenda kuja na sopi zake kule. Lakini <laughs> <laughs> <laughs> wa mama wengi huko jea. Akanaka ndani ta dawa kwake. Mama anaomba kwa ajili ya kuja na babu na watoto wasisikie bali. Mzee kazi yake ni kuwa era, era, era ni kiongozi.

Bwana azivive. Hiyo mambo ndio inalizodigi shida pale mwisho. Hebu soma, hebu soma First Corinthians. I First Corinthians I think 10 verse 9. Hebu tuone 10 verse 9, tuone kama ni hapo. 10 verse 9. First Corinthians 10 verse 9. 10 verse 9. Tunasema, wala tusimjaribu Bwana. Kumjaribu Bwana ni wale watu wanaandaa kwa maombi mahali, kwa mahali tuseme wanena wanasema, Jehova, nimekuja huku siku ya leo. Hiyo nyumba ikifungwa, nitaamini wewe ni Mungu. Wewe ndio nipa wewe. Ati ikifungwa, nitaamini wewe. Sasa Mungu anataka. Jehova. Jehova, hii mguu yangu nikitoka hapa ikiuma, nitaamini huko. Jehova, mzee wangu asiposokuja na shopping jioni. Mungu akuzuie kwenda kwa baba.

bado siba itaendelea. Aliongea akaongea akaongea mpaka finali, akakosa kuja ile saa, alikosa kuja kulikuja mtu mkuu, mtu mkonde hivi mrembo, alikuwa anakoa drama na kuruka nayo. Sasa watu jioni walikuwa wanasema ana kibetiko. Okay, kizikuje, kinatubu babu, bwana atibiwe. Eh, Jehova, nikimaliza miaka tatu kama mahali haijapelekwa kwetu nitajua hii joba si yangu. Eh, nitajua. Eh, nitajua nipeleke unileta mahali pabaya. don't try God. Bwa? Tumalizie. Kama wengine walivyo mjaribu, wakaharibiwa na nyoka, kama wengine walivyo mjaribu, wakaharibiwa na nyo? na nyoka. Nyoka ni kivo. Ukitaka kuva haraka jaribu waone na Mungu. Na mama ndani ndio waone ndani Akiona na daktari, inafika mahali wewe unataka kijana wengine ama msichana, ukiwa hapo kwa sikani mtoto atoke

Na nyoka inatumangwa na Mmm. Malizia eh? Eh. Sikilizani hapa eh. Wala, wala msinugunike. Msinugunike wewe aneba kama ananugunika. Sumulie ni mbaka kama ananugunika. Unajua, unajua ikunugunika kuna fanyaga wa mpaka watu wengine wakosee kwa pomba. Hasa, mimi naongea sababu hapa kuna watu wazima na mnapenda Mungu. Mtu anapokuwa akujaribu Mungu na kunung'unika ni shida kuu kubwa. Naona ku, ku, kujaribu Mungu unafanya nyoka ikuje, kunung'unika kunafanya nini? Soma tena? Wala msinung'unike uh -huh, kama wengine wa, walivyonung'unika wakaharibiwa na mharibu. Bwana asifiwe. Mm -hmm. Kwa hiyo niki na manyaka wa mama washida wakikatakatwa wa mili, wengine wakipata watoto. Kunung'unika. Haleluya. Hata ukimwona akiwa Emmanueli na kona kitaba house mat na mnamjua na ni nani na amepitia, hiyo huyo ni mtu ambaye ako na vita na Mungu, na akikosa kujiopea akiwa dunia hii, na kudumika huko na kumjaribu Mungu, utakuwa shida kule, sababu Mungu akuchape duniani, anakuchapima uzuri na hiyo mambo anakuchapia, ukose kubadilika, kuna vigumu kabisa

Alafu kuna ile kitu na boss pitisha baina. Sasa angalia my limitation now. Inafika mahali unaona huyu huyu mtu kama atarudia atapitia njia tena wadhali ndumishe yeye. Hey. Kwa nini zaziviwe? Na hapo kwenu nimesema hivi, Julia. Ukisikia mama amepitia kupata mtoto wa kwanza na wa pili, roho yake lazima ajiobe na ikumbuke sana. Otherwise, lifestyle yake ndio shida. Ni mtu wa kunungunika usiku, kuteta, kuzunguka. Hiyo yote Yo inapo anabo, unajua kuna wazee wapiganaji kumi, hata watusi wananitumikia wapiganaji kumi. Au anapigania hapo na nani na Mungu, mwenye kufungua njia zote. Wakati wa kupata baraka hizi ananyamaza kabisa, anasema ndio ujue unanitumikiaga, unanitetesaga. Haleluya.

Tutii Mungu, tumheshimu, na tuwache kuteteza Jehova, na tusinung'unike maishani ili tuende mbali. Haleluya. Heri na iba jua hiyo kutoka leo. Ukisikia mama ananung'unika, mwambie we siache, usimtukane Mungu siku moja. Ukisikia mama anajaribu Mungu, ama mtu na hapo anajaribu Mungu, mwambie acha hiyo mambo na mambo yaendelee. Kuna watu wengine wanapuuza, kuko saa hadi kesho. Imagine anaenda maji bali na kurubalo, kurubalo inapiga kelele. Na nakutana na pasta wao. Anamwambia pasta bado niko njiani. Alafu wakati pasta anamwambia anaona kama mtu, anaona anaona mtu. Kwani unajaribu Mungu? Fanya kazi zako zote siku zote. Ni usiharibiwe, ni usipate shida. Bwana asifiwe. Amen. Ukifanya hiyo utabarikiwa. Utendewa mambo mema. Ubarikiwe sana.